Zoezi hili ni kubwa kuliko hilo la vyandarua. Ni zoezi ambalo linakutambulisha kuwa wewe ni nani na linaunganisha haki zote zinazofuatana na kujulikana wewe ni nani. Ukitaka kujulikana wewe ni nani, wewe gombea tu. Hii habari ya, ya watu kupindisha taarifa za mtu kutokana na kuna jambo la kimaslahi binafsi, mzizi wake utamalizwa na utambulisho wa uraia niliwaambia kule Ruvuma na rejea na hapa, kujiandikisha na michakato yote inayohusu taratibu za kupata vitambulisho vya uraia ni bure, na zoezi hili haliambatanishwi wala ali, halifanyiki kwa masharti ya aina yoyote kwa ndugu wanaTabora, Tabora, serikali imedhamiria kwa dhati kukamilisha zoezi hili ili, ili wananchi kuanza kutumia vitambulisho vya Taifa kwa matumizi mbalimbali kama ambavyo nimetoka kusema na kama ambavyo mkurugenzi wetu mkuu mtendaji mkuu wa taasisi hii amesema, bado serikali inaendelea kugharamia fedha nyingi kujenga mfumo huu wa kisasa ambao utaipeleka nchi yetu katika historia nyingine na kwa mafanikio mengi kabisa. Sisi kama wananchi tuendelee kuunga mkono zoezi hili, tuone zoezi hili ni la kwetu ili liweze kufanyika kwa ufanisi kubwa. Mtu hawe raia kwa urafiki tu. Zoezi hili kila mmoja aelewe uzito wake. Mtu hawe raia kwa urafiki, kila mmoja ajue kwamba hili zoezi lina maana kubwa. Kila mtu aone wivu na nchi yake. Nataka ujivunie unaposema wewe ni Mtanzania, ujue kwamba ni sehemu ya uzalendo kufanikisha zoezi hili kwa uangalifu, ili walio walengwa ndio waweze kupata Tanzania. Kama zilivyo nchi zingine, zina taratibu zilizo wazi za mtu kupata uraia. Mtu asipate uraia kwa njia zisizostahili kufanya hivyo, tutakuwa tunafanya makosa ya kisheria na tutakuwa tunapora haki za raia wengine. Tuliona hilo kama zoezi muhimu ambalo kila moja anatakiwa alitimize kwa kiwango kikubwa. Tusisubiri, tusisubiri, tusisubiri siku tumegombana kwenye mipaka ya mashamba ndo tuseme sio raia. Tusisubiri serikali za mitaa barika hapo, huyu sio raia eh? Aliye raia awe raia na yule ambaye si raia. Ikiwa mimi Mrisho Mpoto mjiomba taarifa zangu zote habari zote za ulimwengu za burudani na michezo nazipata kwenye app ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini sasa? Ebu install, sasa unapitwa ndugu yangu. Install, sasa, Kwenye Google Play au App Store. Sasa hivi hayo ni maelekezo. Hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Hebu rudi nyumbani kwanza hapa Global Publishers application. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimwoneshe. Weita alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chifu vipi? Pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndo mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa.